Go, go, go, go. Go. Nyama Simba yupo kwenye mawindo makali kuelekea mechi ya pili ya kundi D ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao utachezwa Novemba 30 mwaka huu hapa Bamako Mali. Ni mazoezi ya kwanza ya Simba baada ya kutua jijini Bamako hapa Mali, na wanafanya mazoezi katika uwanja wa timu ya Lafia Club du Bamako lakini kumekuwa na gumzo kubwa sana la mashabiki wa Simba na wadau wengi wa soka hususan kwenye mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, kwamba kwa nini Pantev anaanza kikosi chake mara kadhaa bila mshambuliaji asilia, akicheza na force number 9 Ninauhakika mpango wa mbinu ulikuwa mzuri, na kama tungelipaswa kucheza ile mechi tena, ningelianza na kikosi kile kile. Hiyo ndio falsafa yangu, sipo tayari kubadili falsafa yangu. Kesho tutaanza na mshambuliaji mmoja, sio kwa sababu kuna mtu ameomba hili, ni kwa sababu tunaenda kucheza na timu nyingine, na tunatakiwa kutumia mbinu tofauti kidogo. Timu ya Simba kutengeneza nafasi si tatizo washambuliaji wamekuwa wakipoteza nafasi kadhaa, hata viungo wa washambuliaji wamekuwa wakipoteza nafasi. Steven Dese Mukwala ni mshambuliaji wa Simba. Inapotokea nafasi kama hizi, wanapoteza wao, kama wachezaji wanajisikiaje? Mshambuliaji kazi yako ya msingi ni kufunga magoli lose, kwa ajili ya timu uh, na kuhakikisha timu it inashinda that... unapopoteza haikufanya ujihisi sio vizuri bali inakuwa siku mbaya kazini, ambapo unapaswa kuwa sawa kiakili kuhakikisha nafasi nyingine haupotezi. Wote tunaamini Simba ni miongoni mwa timu tano bora barani Afrika. Tofauti na timu nyingine, Simba kila mechi unategemea kitu hivyo, unapaswa kufanya vizuri kwa ajili ya klabu. Rushine De Reuck pamoja na Wilson Nangu ni walinzi wawili wa kati ambao wametengeneza partnership ama muunganiko ambao watu wengi wanaona uko bora sana, lakini mechi ya kwanza waliruhusu bao moja dhidi ya Petro Atletico. Kwanza nimemuuliza Nangu, yeye binafsi kucheza na mlinzi mzoefu kama Rushine De Reuck anajisikiaje na imemwongezea eh, maarifa kwa kiwango gani katika karia yake ya mpira wa miguu. Ni jambo zuri, mimi mwenyewe nafurahi kucheza na mtu ambaye tayari ana experience, amecheza timu kubwa club kubwa kama Mamelodi. Kuna kitu kinanijenga, pia kuna maelekezo ananipa, jinsi ya kukabiliana na wapinzani. Kwa hiyo kuna kitu kinanijenga kama mchezaji. Nadhani Nangu ni mchezaji mzuri, ana matamanio makubwa, unaweza kuona kwa namna anavyocheza uimara wake ni kutumia nguvu kuzuia, hataki kupoteza, na majukumu ya mlinzi ni kulinda, vingine zaidi ni yeye kujiboresha. Meneja mkuu wa Simba Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria, ukimtazama mwonekano wake, ana tatuu nyingi sana mwilini mwake. Watu wengi wanajiuliza hizi tatuu zinamaanisha nini, ameanza kuzichora lini, na kwake zina maana gani na wanaposema pira tatoo kwake anajisikiaje? Haya ndo majibu yake bwana Pantev. But nilichora zamani sana. Uh, kila mtu kwenye tatu hizi ana maana kwangu, kama vile mke wangu, lakini hii ni muhimu zaidi kwangu na sio kwa watu. Mara zote watu wanapenda kuzungumza na sina tatizo na hilo, na hata haya majina ya utani ni sawa tu, tuachie wao. Kwangu mimi muhimu zaidi ni Simba na matokeo. Kundi D, ligi ya mabingwa barani Afrika. Stadi Malier walianzia ugenini dhidi ya De Tunis, wakatoka suluhu, wakaambulia alama moja, Simba akipoteza mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya Atletico ya Angola. Timu zote mbili zitaingia katika malengo tofauti. Kwa Simba ni do or die, kufa au kupona, wapate alama za kwanza tatu Wakiwa katika kundi D, ligi ya mabingwa Afrika. Angalau kwa Stade Malien, wao wanahitaji alama tatu, labda waongeze katika moja walioipata. Tusubiri na kuona nini kitatokea katika mchezo huu ambao utakuwa ni wavuta ni kuvute, kutoka uwanja wa Lafia Club Duba Mako hapa Mali. Mimi ni Baraka Mpenja wa Azam Sports, nyuma ya kamera ni Exavia Ngaweje.